kuja hapa Songea tuna jambo moja kubwa la msingi. Jambo lenyewe tunafanya mkutano mkuu maalum, na mkutano mkuu maalum ni kwa ajili ya uchaguzi ambao mkutano utafunguliwa kesho tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025, lakini pia uchaguzi utafanyika tarehe tano mwezi wa 4 mwaka 2025 siku ya Jumamosi na uchaguzi huu unahusisha viongozi wote wa jukwaa viongozi wote wa jukwaa ambao tunachagua mwenyekiti tunachagua makamu mwenyekiti, tunachagua wajumbe saba wa kamati ya utendaji. Na hadi tunafunga mchakato wa watu kuchukua fomu e, nafasi ya mwenyekiti alikuwa amechukua fomu mtu mmoja ambaye ndiye huyu hapa mnayezungumza naye <coughs> nafasi ya makamu mwenyekiti alikuwa amechukua fomu mtu mmoja ndugu yetu Bakari Machumu, na nafasi ya kamati ya utendaji ya Jukwaa la Wahariri Tanzania wamechukua fomu watu kumi na watatu, wakarejesha kumi na wawili, mmoja hakurejesha. Kwa hiyo eh, tuna mchuano pale ni wazi. Tunataka kuendeleza upendo, sisi tumesema kwamba ni uchaguzi huru na wa haki, kwa hiyo nafikiri ukiacha hao wawili mgombea mwenyekiti na makamu mwenyekiti, angalau hao wanajua kwamba wanachagulika, yani hapo mpaka ikienda kwa kanuni kwamba inaweza kupigwa kura ya ndio na hapana, lakini angalau hawana mshindani. Lakini wale kumi na wawili ni wazi kwamba wanajua watano watashindwa. Kwa hiyo katika hali hiyo, naamini kwamba wanaendelea na kampeni, watafanya kampeni kwa ustaarabu na watahakikisha kwamba TEF, na ninashukuru mpaka sasa kwa sababu zipo taasisi za kitaaluma na vyama vya siasa, wakiwa na kipindi cha uchaguzi kama sasa, hata kusalimiana kunapungua, watu wanaanza kuanikana kwenye mitandao, kuandika mambo ambayo hayapo. Sasa sisi tukasema kama jukwaa la wahariri Tanzania, kama wanahabari Tanzania, tunataka angalau tufundishe jinsi ya kufanya uchaguzi kwa amani, kwa uhuru na kwa haki, ili kila mtu aridhike na matokeo aliyoyapata bila kuharibu heshima ya mtu. Kwa hiyo tunadhani utamaduni huu na wenzetu watatuiga watasnia taaluma mbalimbali mbali, na vyama vya siasa mpaka sasa tunakwenda vizuri sana. La pili, tunapenda kumshukuru na kumtangaza mgeni rasmi katika uchaguzi wetu huu katika mkutano wetu huu maalum kwamba ni Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni mgombea mwenza wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ndugu yetu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye ndiye atakayekuwa mgeni rasmi na tutafungua, atafungua mkutano wetu kesho saa nne hapo kwenye ukumbi wa eh, paroki, eh, ni parokia pale bomba mbili, lakini tumeambiwa ni makao makuu, ni ukumbi wa makao makuu ya jimbo kwamba ndio ukumbi. Tulivyokuja hapa tumefanya survey tukaambiwa, kama tukihitaji ukumbi ambao utakuwa na watu 200 kwenda juu, basi pale kwa Songea ndio ukumbi utakaoweza kuwapokea. Tunamshukuru mkuu wa mkoa alitupokea vizuri sana tunamshukuru katibu tawala wa wilaya ya Songea na mkuu wa wilaya ya Songea wote wametupokea kwa bashasha, na tunaamini kwamba mkutano wetu huu ambao ni kwa mara ya kwanza kufanyika hapa Songea utakwenda vizuri sana na ushiriki utakuwa mkubwa sana. Tumewaalika nyote waandishi mliyoko Songea kwa maana ya kwamba tumeshindwa wale wanaotoka nje kwa maana ya maproso lakini wale walioko hapa tumewalika nyote mje tushirikiane, tushiriki katika kuona jinsi uchaguzi unavyoendeshwa, jinsi takavyofanya ufunguzi, na kwa pamoja tukiamini kwamba kwa kufanya hivi na kwa kuijulisha jamii kwamba demokrasia inapaswa kufanya kazi, sio tu sisi tunaoipigania kuonesha wengine ifanyeje kazi, lakini hata sisi ndani mwetu ifanye kazi. Tunawashukuru waandishi wa hapa Ruvuma na hasa Ruvuma Press Club, kwani tulipofika